Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza uh, tumeanza na ratiba ya kukutana na wananchi katika wilaya mbalimbali mbali, kupitia makundi mbalimbali mbali. Tumeanza katika wilaya hii ya Nyamagana. Mimi kama kamanda wa polisi wa mkoa na maafisa wenzangu wa mkoa tutafanya kazi hiyo katika wilaya zote saba ikiwepo na ile, ile, ile, ile, kule, kule Buchosha ambapo tutakwenda kule na kuzungumza na wananchi pamoja na makundi mbalimbali. Lengo la kufanya hivyo ni kukutana na wananchi, lakini kuona changamoto mbalimbali zinazohusiana na usalama wa maisha na mali zao ili tuweze kuzifanyia kazi kwa pamoja. Tunakwenda kule huku tukitambua kabisa kwamba katika wilaya zote kuna wakuu wa polisi wa wilaya ambao wanafanya kazi hiyo hiyo, lakini kuna wakaguzi wa kata, lakini kuna madawati yetu mbalimbali kama dawati la la la, la ukatili wa la kijinsia na watoto, lakini kuna dawati la uelimishaji wa mambo ya usalama barabarani. Wote wanafanya kazi hiyo hiyo, lakini tunakwenda kuunganisha nguvu. Tunaunganisha nguvu kwa sababu mkakati wa jeshi la polisi wa kwanza katika kushughulika na uhalifu ni mkakati wa kuishirikisha jamii katika swala zima la kuzuia tunaamini kwamba kuzuia uhalifu ni jambo la msingi sana, na ni jambo ambalo gharama yake ni nafuu, ukilinganisha na kusubiri hadi pale ambapo uhalifu umejitokeza na kwenda kupambana nao. Kwa hiyo tunatumia njia rahisi ambazo ni kukutana na wananchi na kuzisikiliza changamoto zao ambazo pengine hazija kuwa kufikia hatua kubwa ya kuleta uvunjifu wa amani na kuweza kuzishughulikia kwa pamoja. Yale ambayo tunayapata ambayo ni, ni vyanzo vya uhalifu au vyanzo vya uvunjifu wa amani tunayafanyia kazi baada ya kuyaratibu, kuyapokea na kuyaratibu kupitia mipango kazi yetu, na mengine kufanyiwa utaratibu wa kioperesheni wa, wa kazi za kukamata wale wahalifu wanaofanya su Eh, kwa kufanya hivyo tunatarajia kwamba tutaweza kufikia kuzisikiza changamoto moja kwa moja na hivyo kuzitatua kwa urahisi zaidi.